Habari, habari za mchana, ndugu watoto wazuri. Sisi kutoka Simba Sports Club kwa kushirikiana na, na Mo Dewji Foundation tumetembelea hii leo kituo cha Mama wa Huruma, Mother of Mercy hapa Madale jijini Dar es Salaam, kama ilivyo kawaida yetu kuja kuwashika mkono, kuja kutoa msaada na kuja kuwaunga mkono walezi ambao wanawalea watoto katika kituo hiki cha Madale. Imekuwa ni utamaduni wetu huo kila tunapokuwa na jambo kubwa na jambo zito tunakwenda kutoa msaada kwenye vituo mbalimbali vya wa watoto yatima ikiwa ni sehemu ya kutafuta baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuomba wepesi kuelekea katika jambo letu. Nyote mnafahamu kwamba tarehe 28 siku ya Jumapili tukiamka salama, nyama Simba Sports Club ana mechi ngumu dhidi ya Gaborone United, mechi ya ligi ya mabingwa Afrika, tukitafuta tiketi ya kwenda hatua inayofuata. Kwa kufahamu ukubwa na ugumu wa mchezo huo, Simba Sports Club kwa kushirikiana na mdau wetu mkubwa Mo Dewji Foundation leo tuko hapa Madale kwenye kituo cha Mother of Mercy kwa ajili ya kuja kukabidhi zawadi ama sadaka kwa watoto wanaolelewa kwenye kituo hiki. Sera yetu eh, sisi Simba Sports na Mo Dewji Foundation ni kwamba watoto wanaolelewa kwenye vituo hivi vya watoto yatima ni watoto wetu, sisi ni watoto wa Simba Sports, ni watoto wa Mo Dewji Foundation Hivyo tunalazimika kwa namna moja ama nyingine kwenda kuwatembelea, kwenda kuwapa zawadi mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ameturuzuku, lakini ni sehemu yetu ya kwenda kuwapa moyo wale walezi ambao wanawalea watoto hawa. Tunafahamu sio kazi nyepesi hata kidogo, hivyo watu hawa wanahitaji faraja kutoka kwetu na kuwaambia kwamba mnachokifanya ni kitu bora, ni kitu muhimu. Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya kukabidhi zawadi hizo ama sadaka hiyo, na ninaamini kupitia sadaka hii itakuwa ni chachu ama sababu ya Simba Sports kufanya vizuri katika mchezo wetu wa Jumapili. baada ya kusema haya Niseme asanteni sana na niseme asanteni kwa kutupokea, asanteni kwa kuipokea Simba Sports, na asanteni kwa kuipokea Mo Dewji Foundation, na asanteni vile vile kwa kupokea zawadi ambazo tumewaletea hapa Mother of Mercy. Baada ya kusema hayo, ni mkaribishe Mo Dewji Foundation aje aweke maneno. Kabisa tukichane kidogo. Foundation kama ilivyo tamaduni yetu tukishirikiana na ndugu zetu Simba Sports Club, tunapenda kutoa msaada wetu katika kituo hichi cha Mothers of Mercy, tukiombea timu yetu kuelekea kwenye mechi yao tarehe 29 waweze kufanikiwa. Asante sana. Tumefurahi sana sana kuwakaribisha wageni wetu, mjisikie nyumbani, tunawakaribisha sana watoto walikuwa wamesha wakaribisha mimi sikuwepo. Sasa naanza kuwakaribisha rasmi. Nataka kuwambia kwamba tulipopata habari kama mnakuja hapa kututembelea, sisi jana hatukulala hapa, tulilala kwenye msitu wa Magwevande. Tuliondoka hapa saa nne tukateremka msituni na jeshi langu mlio likuta hapa. Tulipofika msituni, wanyama wakatukimbiza, tukakimbia tukaanguka mieleka Baadaye tukapiga magoti tukafanya ishara ya msalaba, wanyama wakakimbia. Tukaingia msituni tukaanza kukata sana ne turukatu, miti saa nane kamili tulikuwa tumefikisha miti 80. tukaanza kuisomba kuileta hapa na kuanza kujenga vibanda. Tumebahatika kujenga vibanda vivinne, tumejenga cha Musa, cha Elia na cha Yesu na cha Muhamedi. Jamani, tunaomba mlale hapa, mtaondoka Ijumaa inshallah. <laughs> Wapigie makofi, wamekubali kulala hapa basi. <laughs> Yes, tunashukuru sana Mungu awabariki. Umeisha kubali kwamba mtalala, tusikie mnaago. <laughs> Tunashukuru sana. Kituo chetu kilianza elfu mbili na sita. Sasa hivi tuna watoto mia hamsini lakini tunao lala nao ni sabini. Wengine wapo, kuna ambao wako chuo cha walimu, wengine wako chuo cha kompyuta, wengine wamemaliza chuo cha udaktari, wengine wamemaliza sheria na kuna waliomaliza form 4 wote tunakaa nao hapa na tunawahudumia sisi. Lakini tunawashukuru nyinyi wote mliokuja kututembelea, inawezekana wengine walishawahi kufika. Tunashukuru misaada yenu yote mliotutolea siku ya leo na msaada mliotoa siku za nyuma tunaendelea kuwashukuru sana. Tangu tumeanza kituo hiki watoto hawajawahi kulala njaa, hawajawahi kukosa matumizi ya shule. Ninyi wenyewe ndio mnaotusaidia. Hata tunapokaribia hapa tunasema waliomaliza form four wanaenda kwenye vyuo, inabidi tuingie kwenye madaftari ya wageni, tunawatumia meseji, watu wanajitokeza wanawatolea ada Soma. Na waliomaliza, wame, wame hudumiwa na nyinyi, kwao tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Alafu mwanzoni mi sijajitambulisha, jina mi naitwa Sister Christina, kituo chetu tunaitwa Mama wa Huruma mazo wauumam halafu elfu mbili na ishirini na tatu serikali walitutembelea kwamba watoto tusiwalaze nyumba moja, wa, wa, wa, kike na kiume, lakini tangu elfu mbili na sita walikuwa wanalala nyumba moja na napl katikati mkono wa kushoto walikuwa na wale wavulana mkono wa kulia was, was, wasichana lakini hiyo walikataa walisema wasichana wawe na nyumba yao na wavulana nyumba yao kwa hiyo elfu mbili na ishirini na tatu ndio tulipambana kutafuta kiwanja kingine ambacho kina ukubwa wa thelathini na tisa kwa ishirini na tano mwenye eneo walituambia milioni 60 kwa hiyo tulitengeneza fomu. Wageni wanapotutembelea tunawapa fomu zetu, wanatuchangia. Mwaka jana mwezi wa kumi na watisa waliorudisha. Sasa hivi mwenye eneo anatudai milioni nne. Kati ya walio waliotuchangia kuna aliyechanga milioni arobaini na tano peke yake ndiye amerudi kutujengea hiyo nyumba mnayoiona imesimama. Tunaendelea kuwa kuwaomba na mimi mtuchangie kilichobaki ujaza kibaba. Hata mkituchangia kidogo, na wengine wakaja wakatuchangia kidogo, tuna imani kwamba mwaka huu ukija kuisha hiyo milioni nne tutaimaliza. Tunashukuru sana, Mungu awabariki. Lakini hivi bado naendelea kukumbushia, jamani, mlale hapa utaondoka Ijumaa, sisi tutaendelea kuwakumbuka kwenye sala. Na Mungu ataendelea ya kubariki yale yote mnayotaka kuyafanya. Nashukuru sana. Mungu awabariki na kugona mamamgogo <laughs>